jana kabla sijaondoka kusoma dondoo chukua mzigo wako huu wa dhambi tukasema dondoo limetoka kurasa 116 tukasema yale ni maneno ya lonare kwa sangilu wakiwa kwenye hoteli ya Saturn hivyo alikuwa anaburudisha ile hongo ambayo alikuwa amempa mrima tukazungumzia pia umuhimu wa mandhari ya Saturn tukasema kwanza inaendeleza ploti wakati ambapo Lunare uh, anamrudishia Sangani Mlugura. Uhusiano uh, wake na Ngoswe unaharibika. Pia tunaona pale Satan, kunajenga mtindo wa taswira taswira oni ya zile noti kutawanyika. Pia hoteli ya Saturn inaonyesha kuwa inaonyesha sifa za Lonare kama mwadilifu, sifa mojawapo ya Lonare kama mwadilifu, kwa sababu anamrudishia Sangilu hongo. Maudhui ya uadilifu pia kupitia Lonare na kuna pia hoja zaidi, kwa mfano uh, chukua mzigo wako huu wa dhambi pia sehemu ile ya Saturn inaonyesha uh, maudhui maudhui ya ufisadi, si ndio? Ufisadi kwa sababu sangilo walikuwa wamempa mrima hongo ili amfanyie nini? Kampeni. Tulikuwa tukiondoka, kabla sijaondoka, tulikuwa uh, Swali la tatu, thibitisha jinsi mzigo wa dhambi ulivyosambaratisha maisha ya wanamatuo. Mzigo wa dhambi ni uonyeshe jinsi ambavyo ule mzigo wa... ni hongo. Hongo ina maana gani? ni mambo ya ufisadi si ndio? mm -hmm. Eh. Kwa hivyo kwanza pale Lesulia, anamteua Sangilu kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya mapato, na tunaona kuwa Sangilu hafanyi kazi kwa uadilifu kwa sababu anafanya biashara lakini alipi ushuru, na kwa hivyo, kwa sababu walipi ule ushuru, serikali inapoteza nini? Mapato. Pia magari ya Sangilu yanaposhikwa yakisafirisha bidhaa gushi anatoa milugura, yanaachiliwa. Huo ni ufisadi. Huyu uh, uh, pia watoto wanapata maziwa yenye vijasumu na wengi wanaendesha, si ndio? Mm-hmm. Na hakuna chote kinafanyiwa nani, Sangini? Hizo ni hoja mbili tofauti pia tunaona misitu inafisidiwa hadi chemichemi za maji zinakeuka, zinakauka kwa sababu ule ufisadi unaendelea kwenye misitu. Samahani. Sangilu pia anashirikiana na Mtimi Lesulia kubatilisha timiliki za matango na kufanya raia wakose makao hadi pale uh, hadi pale ambapo Magwasha alipata vile vyeti, si ndio? Akaenda akavirudufu. Kwa hivyo hapo walawali alikuwa wamebatilisha zile hatimiliki zi ya matango, na wakati huo raia wale walikuwa wameambiwa watafanya nini, kuwa pale matango si kwao. Mafamba anatoesha majalada na nyaraka zinazohusu kesi za wafisadi, anazuia haki.